Leo nitatumia lugha rahisi kabisa ili hata yule ambaye hana utaalamu wa hivi vifaa vya CCTV camera aweze kupata uelewa. Chukua kalamu na karatasi kama vipo karibu ni kuelewesha mambo machache. Kuna teknolojia nne za CCTV camera ambazo mimi nazifahamu. Teknolojia ya kwanza ya CCTV camera ni kamera tunaziita wireless camera. Teknolojia ya pili ni kamera tunaziita Wi-Fi camera. Teknolojia ya tatu ni teknolojia ambayo tunaiita IP camera na teknolojia ya nne ni teknolojia ambayo tunaiita analog camera. Kabla ya kuanza kuchambua hii mifumo ya CCTV camera ambayo nimekutajia hapo, mimi jina langu naitwa Peter. Hapa ni Pera Technology ni wataalamu wa mifumo ya IT, mifumo ya security system na mifumo mingine ya energies kama power backup na umeme wa solar. Kwenye video hii nitachambua mifumo miwili tu kati ya minne ambayo nimehitaja. Mfumo wa kwanza nitakaochambua ni mfumo wa analog camera na mfumo wa pili nitakaochambua ni mfumo wa IP camera. Tuanze na analog camera. Huu ni mfumo wa gharama nafuu kabisa kuliko mifumo yote ya kamera ambayo nimekutajia hapo. Kamera hizi hazina kiwango kikubwa cha quality kilinganisha na mifumo mingine. Ni kamera zenye kiwango cha quality ya wastani kulingana na matoleo au models ambazo mtengenezaji amezitoa. Kamera hizi ni gharama nafuu, na changamoto ya hizi kamera ni kamera ambazo zimekuwa zikihitaji maintenance ya mara kwa mara, yaani marekebisho ya mara kwa mara. Kamera hizi ni kamera zinazowafaa wale watu wenye bajeti ya chini kabisa. Kwa hiyo kama bajeti yako ni ya chini, kamera hizi analog zinaweza kuwa chaguo bora kwako. Lakini mfumo mwingine ni huu mfumo wa IP kamera. IP kamera ni kamera ambazo pia zina quality nzuri sana sana kulinganisha na okay, uh, tofauti na analog ni kamera ambazo zinaweza zikadumu kwa muda mrefu, kwa mteja anaweza akapata warranty ya miaka miwili mitatu, wakati mwingine mpaka mitano, kulingana na aina ya models au matoleo ambayo yanakuwa yamependekezwa na fundi kutokana na eneo lake linavyohitaji. Kamera hizi ni kamera ambazo zimeboreshwa zaidi na teknolojia tofauti tofauti kama za artificial intelligence, ambapo kamera inaweza kuchambua human detections, inafanya vehicle detections kwa hiyo inakusaidia kama summary. We mteja, kwa mfano kamera imerekodi usiku kucha, na naweza kuipitia tu na kujua kama kuna mtu yote alipita nje. Kamera hizi za IP ni kamera ambazo nimekuwa nikiwapendekezea wateja wengi sana wazifunge, japo zinakuwa na bajeti ya wastani, sio ya juu sana, wala sio ndogo sana. Kulingana na model, zina uwezo wa kurekodi picha na sauti kwa wakati mmoja, zina uwezo wa kuonyesha full color usiku na mchana kwenye high quality ya juu. Hata analog ziko baadhi ya model pia zina uwezo wa kurekodi full color usiku na mchana, lakini sio quality ya juu kama kwenye kamera za IP. Na kwa bahati nzuri hizi IP kamera zimetoka pia kwenye matoleo mawili tofauti. Kuna kamera zimetoka sisi mafundi tunapenda kuziita, uh, watching camera, na tunapenda kuzingine kuziita security camera. Watching camera zinafanya vipi kazi? watching camera ni zile kamera ambazo zinakuwa zimerekodi matukio mfululizo aidha kwa wiki au kwa siku, na mimi naweza kuja na nikapitia matukio yangu yote yaliyorekodiwa na nikajua wapi tatizo lilipo, wapi tatizo lilipo au wapi tukio lipo. Lakini kwenye security camera ni tofauti kidogo, zimeboreshwa. Kuna uwezekano wa kamera, mfano mtu ameruka ukuta na kuingia ndani ya eneo lako kamera inaweza kukutumia message direct kwenye simu wakati huo huo. Kwa mfano, ni usiku na umesha set alamu yako kwamba hii kamera, mtu akitokea amepita hapa, kwa sababu zina uwezo wa kufanya human detection, basi akitembea nje ya eneo lako zina uwezo wa kukutumia message na ukapata notification papo hapo kwenye simu yako, hata kama ukiwa mbali, au siren, uh, king'ora kikapiga kelele nje kutokana na aina ya mashine ambayo itakuwa imesetiwa hapo, lakini bajeti yake huwa inakuwa kubwa kidogo, tofauti na ukifunga tu kamera za kawaida kwenye format ya watching camera. Hivyo, kama unataka mfumo wowote kati ya hii ambayo nimeielezea hapo, basi unaweza kutupigia simu kwenye namba 0768 555 658 na tukazungumza kwa kirefu zaidi kuhusu mahitaji yako na nini ambacho unaweza kumudu na bajeti yako. Niko hapa kukusaidia. Hapa ni Pera Technology. Karibu sana, karibu sana.